Miongoni mwa bahari zenye kina kirefu zaidi duniani inapatikana Florida, kisiwa cha Bermuda na San Juan au Puerto Rico. Katikati ya sehemu hizi tatu ambazo zinatengeneza umbile la sambusa ni sehemu hatari sana ambazo hazijawahi kutokea katika sayari hii ya dunia, inajulikana kama Bermuda Triangle au Devil's Triangle. Hakuna chochote ambacho kimewahi kubakia salama baada ya kufika sehemu hiyo. Zipo historia kadhaa za kweli kabisa za visa vya kupotea meli nyingi sana pamoja na ndege zirukazo angani. Ripoti ya kwanza kuwahi kulipotiwa ilikuwa mnamo miaka ya elfu moja na mia tisa, karne ya kumi na tisa. Palikuwepo na meli ya kijeshi iliyoitwa USS Cyclops iliyopotea mwaka elfu moja na mia tisa na kumi na nane na ilikuwa na wanajeshi wasiopungua mia tatu lakini pia ndege iliyoitwa Flight 19 pia ilipotea mwaka 1945, ambayo ilitumwa kwa lengo la kutoa msaada wa uokoaji, ila ilipotea pia, tukio ambalo ndo lilileta taharuki kubwa duniani. Ilifikia hatua mpaka kuundwa kwa tume za wanasayansi ili kufuatilia kwa ukaribu nini hasa husababisha mahafa hayo kutokea. Wanasayansi hao walitumia mbinu mbalimbali mbali ikiwepo kutuma vifaa tofauti tofauti kwa ajili ya uchunguzi kwa kina, lakini walikuja na ripoti zilizosema kwamba huenda ikawa ni mchafuko mkubwa wa hali ya hewa ya sehemu hiyo, milipuko ya gesi ya methane, mabadiliko ya kiasili ya sumaku dunia, au labda ni makosa ya kibinadamu, ingawa hakuna ushahidi halisi wa moja kwa moja uliowahi kuthibitishwa na wanasayansi hao ila waswahili wana msemo wao kwamba jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Ilikuwepo siri kubwa iliyojificha nyuma ya pazia. Huku upande wa pili, katika mji mdogo wa Coral Gables unaopatikana Miami nchini Marekani, palikuwepo na kundi la vijana watano wenye umri wa makamo waliokuwa wamejikita katika kazi ya utafutaji wa hazina baharini, wakiwa na matumaini ya kupata dhahabu na vito vilivyopotelea baharini. Miongoni mwa vijana hao alikuwepo Jason, Brian, Thomas, James na Caleb. Jason alikuwa ndo nahodha wa chombo hicho. Brian yeye alikuwa daiva, mzamiaji mtaalamu wa chini ya bahari. Thomas alikuwa marine archaeologist, mwanakiolojia wa baharini. James alikuwa marine equipment operator, mtaalamu wa kutumia vitendea kazi vya baharini. Caleb yeye alikuwa ni kiongozi wa kundi, team leader. Vijana hao watano waliamua kukutana siku ya Jumapili jioni katika restaurant ya Fratellino iliyopo Coral Gable mjini Miami. Walikutana kwa ajili ya ajenda moja tu, nayo ni kutafuta hazina zilizokuwepo baharini. Caleb alikuja na wazo moja baada ya kufanya uchunguzi kwa kusoma machapisho mbalimbali na kuangalia baadhi ya makala lakini baada ya uchunguzi wake wa kina, Bermuda ndo ilikuwa sehemu iliyomvutia hasa, na alijua na kujipa uhakika moja kwa moja kutakuwa na hazina nyingi sana haswa dhahabu. Hii ni baada ya kujua kupitia uchunguzi wake kuwa meli nyingi sana zilipotelea hapo zikiwa na shehena nyingi sana za dhahabu tokea miaka mingi ya zamani hadi sasa, na hakuna ambaye aliyewahi kubahatika kutoka hata na theluthi ya shehena hizo. Hivyo kwa pamoja walikubaliana na wazo lile la Caleb, na wote walijua kabisa wakifanikisha swala hilo watakuwa matajiri wakubwa sana, sio tu Amerika, hata dunia nzima kwa ujumla. Bila ya kupoteza muda, kila mmoja kwa nafasi yake walitengeneza teamwork nzuri na kugawana majukumu. Siku iliyofuata mapema asubuhi, kila mtu alikuwa tayari kwa ajili ya safari. Safari ilikuwa na umbali usiopungua maili 900 ambapo inaweza kuchukua siku tatu hadi nne. Inaweza kuwa zaidi pia, maana inategemeana na utulivu au mchafuko wa bahari. Hivyo walikuwa wamejiandaa vizuri sana, na safari ilianza kama ilivyo ada. Wakiwa njiani, kila kitu kilikuwa kikienda vyema. Jua lilichomoza wakiwa wako njiani na kiza kiliingia, walikuwa wamechoka, hivyo muda wa kupumzika ulikuwa umefika Wakati wametia nanga boti yao, wakati wengine wakiwa wameingia kulala, Thomas na James walikuwa wamebaki wakiwa wanacheza karata huku wakinywa pombe. Ghafla, Thomas alisikia kama sauti ya mtu akiomba msaada, huku James yeye hakuwa amesikia chochote. Thomas aliamua kumstua James na kumwambia, James, nasikia mtu akinita kwa jina langu, alafu ananiomba msaada kuwa anazama kwenye maji, lakini simuoni. James aliona kuwa ni utani, lakini baada ya kuona Thomas yuko serious sana, alitoa sigara yake akawasha kisha akamwambia Thomas, hapa tupo mimi na wewe, wengine wote wamelala na tuko katikati ya bahari, alafu unasema kuna mtu anakuita, mbona mimi simsikii? Ila Thomas naye aliona kama labda James atakuwa amelewa kiasi kwamba hakuwa tena katika hali ya kawaida, wakaweza kuelewana. Thomas alichukua tochi na kuamua kumulika kila kona, lakini hakuna kitu, huku James kikiwa kimemshangaza kitendo kile cha Thomas kufanya vile, lakini walicheka wakaja na conclusion kuwa huenda zile zikawa ni pombe, mawazo na uchovu wa siku nzima. Ilikuwa imeshafika saa sita, waliambizana waingie ndani wakalale. Asubuhi ilipofika, huku wakiwa wana siku ya pili njiani, nahodha Jason alipeleka chombo vizuri sana na kwa umakini mkubwa na kwa mbali waliona wakikaribia Bahamas. Iliwatia moyo kuwa wako karibu kufikia Bermuda Island. Walikubaliana kupita njia hiyo ambayo ndo ilikuwa salama zaidi kwao, iliwapa urahisi wa kuukwepa mkondo mkubwa ambao ndo unatengeneza mvutano na kusababisha kuvutwa kwa meli na kupotea kabisa. Hivyo walifika Bahamas, waliweza kujaza boti yao mafuta, pia wakapata dakika mbili tatu za kuongea na wenyeji wa pale. Lakini wenyeji wa pale waliwaonya sana kuhusu Bermuda. Waliwataka kuwa makini na waangalifu sana maana Bermuda, watu wengi sana huenda na kupotelea huko kwa uchu wa mali. Lakini vijana wale walikuwa tayari wameshaweka nadhiri kuwa lazima waende na watimize jambo lao, hivyo hawakupoteza muda tena, haraka walipanda boti yao na kuanza safari. Lakini kabla ya kutoa nanga ya boti yao, mzee mmoja mzoefu na mvuvi maarufu wa sehemu hiyo alikuwa akipita karibu yao, akawauliza naelekea wapi vijana wangu? Maana alikuwa akijua kuwa wale sio wavuvi wa hapo, pia jioni ilikuwa imeshafika. Walimjibu wanakoelekea, ila hawakumwambia wanaenda kwa lengo gani haswa. Lakini yule mzee akawaambia, kwa nini msilale hapa kisha kesho asubuhi na mapema ndo mwende? Leo usiku kwa uzoefu wangu kunaweza kukawa sio kuzuri baharini. Alimaanisha kunaweza kutokea mchafuko wa bahari, pia alikuwa akijua vibweka vingi vya usiku vya ukanda wa bahari ile ya Atlantic. Hawakufikia mwafaka wa mazungumzo yale, wale vijana walitoa bot na kuanza kuondoka haraka eneo lile. Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu, lakini pia asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Nahodha wa chombo kile alifata dira kwa umakini mkubwa sana. Wakati wakiwa njiani na usiku ulikuwa umeshaingia palikuwa na mbalamwezi kwa mbali, lakini ghafla wingu zito lilitanda pakawa na giza zito sana. Mvua kubwa sana ilianza kunyesha na upepo ulikuwa mkali mno Mawimbi yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba boti yao ilikuwa ikikosa balance na kuyumbishwa na mawimbi. Ile hali iliwapa uoga na wasiwasi mkubwa, wote waliogopa sana, walikumbuka sana maneno na husia wa yule mzee, lakini ilikuwa too late na ile hali iliendelea karibia usiku mzima. Walipata tabu sana, ni kama ulikuwa usiku wa mateso makubwa sana kwao. Palipokaribia kukucha hali ile ilipungua kwa kiasi. Ile changamoto walioipitia ilimfanya mpaka nahodha akashindwa kukiongoza chombo vizuri, na hatimaye wakajikuta wametokea sehemu ambayo hawakuitegemea, na hawakujua walikuwa wako wapi. Ilikuwa kama wametokea mji wa kale ambao ulizungukwa na visiwa vingi vidogo vidogo vyenye mwonekano kama wa vichuguu virefu. Ilikuwa ni sehemu yenye mwonekano wa kutisha sana waliona mabaki ya meli kubwa za kale, lakini wakiwa wanaendelea kuenda mbele kidogo kidogo, ndo kadri walizidi kuona mabaki mengine ya ndege za abiria na zile za binafsi ambazo zimewahi kupotea miaka mingi nyuma. Bot ikiendelea na mlio mdogo mdogo wa injini ukiwa unasikika kwa mbali, waliamua kusimama huku wakiwa hawajui mahara walipokuwa wakienda. Mkono wao wa kulia kulikuwa na meli kubwa ya miaka ya zamani iliyokuwa imeundwa kwa mbao. Brian aliamua kuvaa suti zake za kuogelea akavaa na mtungi wa gesi ya oksijen, kisha aliingia kwenye maji. Lakini alivyozama chini kwenye maji, aliona masanduku mengi ambayo yalikuwa chini ya bahari mahara hapo. Alisogea taratibu, kisha alishika sanduku moja wapo na kulifungua. Alivyofungua ulitoka mwanga wa mng'ao, kuangalia ndani kulikuwa na almasi nyingi sana. Kile kitu kilimshtua sana Brian, hakuweza kuamini alichokiona machoni mwake. Aliamua kufungua sanduku la pili, nalo lilikuwa limejaa tena dhahabu. Akafungua la tatu pia lilikuwa na dhahabu nyingi mno. Lakini huku juu, Thomas na James nao walichukua tochi, wakaamua kuingia kwenye meli ile kubwa ya zamani iliyokuwa pale pembeni yao. Walimuomba nahodha asogeze boti kidogo, ili waweze kupanda. Walifanikiwa kuingia, walikuta mafuvu ya watu waliokuwepo kwenye bot hiyo. Walishuka kwa chini kidogo, ambapo ndo walipokuwa wakihifadhi mizigo yote waliokuwa wakikusanya sehemu tofauti tokea enzi hizo za biashara za kikoloni. Waliona maboksi ya mbao ambayo ndani yake yalikuwa na pembe za ndovu, lakini walipoangalia zaidi, waliona sanduku kubwa limefungwa na kufuli ya kizamani iliyotengenezwa kwa madini ya shaba. Walijaribu kuifungua, lakini hawakuweza. Waliamua kuomba msaada kwa Caleb. Waliwasiliana naye kwa radio call ambazo ndo walikuwa wakizitumia kwa mawasiliano. Walimwomba Caleb aje na shotgun. Caleb alipofika aliwashauri wasipige lile kufuli la shaba kwa risasi, badala yake wapige kwa pembeni ya maungio ya zile bawaba za mfuniko wa sanduku lile. Thomas aliikoki ile shotgun, kisha akapiga kwenye bawaba na hapo hapo lilifunguka. Ndani ya lile sanduku kulikuwa na almasi, dhahabu na vito vingine mbalimbali. Walipatwa na mshangao wa hali ya juu, wote walipigwa na butwa kwa muda usiopungua nusu saa kisha walicheka kwa nguvu, kwa furaha isiyo na kifani, bila ya kujua kuwa walikuwa katika utawala ambao haukuwa utawala wa kawaida. Wakiwa wanafunga sanduku lile ili walibebe waondoke nalo, ghafla walitokea popo wengi wakubwa weusi. Walipata taharuki kubwa, kisha wale popo walipotea. Walicheka wakaona, kama ilikuwa labda sauti zao za vicheko na ile shogando iliwashtua popo wale. Kumbe ile ilikuwa ni ishara moja wapo ya kuwajulisha kuwa hawako sehemu salama kama wao wanavyodhani. Pia hawakupaswa kufanya kile kitendo wanachotaka kufanya, ila tamaa iliwaongoza vibaya. Waliendelea kupuuzia, walibeba sanduku lile, kisha wakawa wanapandisha ngazi kuelekea juu ili watoke nje. Ila walipokaribia mlango wa kutokea nje mlango ule ulijifunga kwa nguvu, kisha ukajilock kana kwamba kuna mtu alikuwepo pale akawafungia bila wao kumwona. Baada ya kile kitendo kutokea, walipanik sana. Walipambana sana kufungua mlango ule, lakini haikuwa rahisi na ghafla walianza kusikia watu wakifanya pilika pilika mule ndani, na sauti za watu za kutisha, waliongea lugha isiyoeleweka. Walijaribu kuwasiliana na Jason ambaye ndo nahodha aliyebaki kwenye boat, lakini hawakuweza kuelewana, mazungumzo yao yalikuwa yakikatika katika. Walizidi kupanik zaidi, maana walikosa hewa kabisa, kwa sababu walikuwa wameingia sehemu ambayo ilikuwa ni kama store ya kutunzia vitu na vito vya thamani. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kwao, baada ya mlango kujifunga na wakawa hawapati hewa tena wala mawasiliano ili kuomba msaada. Huku Brian naye akiwa kule chini ya bahari, alianza kupata mawenge. Aliona kama hayuko peke yake, alihisi kama kuna vivuli vikiwa vinamwangalia. Hicho kitu kilimwondolea hali ya kujiamini, alijawa na hofu, akaona hayuko salama tena akiendelea kubaki kule chini peke yake. Lakini akiwa anataka kutoka ili aogelee kwenda juu walipokuwa wenzie, kwa bahati mbaya mtungi wake wa oksijeni ulinaswa kwenye mbao. Akiwa anaangaika kujiokoa, radio call yake ilianguka chini na hakuweza kuipata tena. Labda angeweza kumpigia Jason aje amsaidie, hivyo aliendelea kujisaidia mwenyewe bila ya matumaini. Alijaribu kuvua mtungi ule ili awache pale, lakini napo pia ilishindikana, mpaka ikafikia hatua gesi nayo ilimeishia akiwa pale. Na huo ndo ulikuwa mwisho wa Brian. Jason akiwa kule juu, mashaka yalimpata, hakuweza kuwasiliana vizuri na wakina Caleb. Mawasiliano yalikuwa yakisumbua, lakini pia upande wa Brian, radio call yake ilikuwa ikifoka, na Caleb alikuwa akiisemeza bila ya kupata majibu, lakini hakuwa akijua mwenzie Brian alikuwa ameshafariki dunia. Jason alijaribu kuwatafuta tena wakina Caleb, lakini mara hii hakuwapata kabisa. Aliamua kutaka kwenda kuwaangalia lakini kabla ya kufanya hivyo, ghafla upepo mkali sana ulivuma misiri ya kimbunga, ile bot ilianza kuyumbishwa na mawimbi. Jason aliogopa sana, aliona siyo hali ya kawaida. Hali ile ikiendelea, kile kimbunga kikasogea karibu, huku maji yakiwa yametengeneza duara la mzunguko, kisha lilitokea joka kubwa sana, lilikuwa linafoka kwa mungurumo, ikidhihirisha kuwa alikuwa na hasira kali Joka lile lilimtazama Jason kwa hasira, kisha likasema, huu ni utawala wangu, hakuna anayeweza kufika hapa na kutoka akiwa hai, hivyo huu ndio mwisho wenu. Jason alihisi baridi kali sana ikipenya kwenye mwili wake kwa uoga, lakini cha ajabu jasho lilikuwa likimtoka. Joka lile alipiga mkia wake kwenye maji kwa nguvu, huku akiwa na hasira kali sana. Wimbi kubwa lilipanda juu likafunika ile bot aliyokuwepo Jason. Jason alizamishwa chini kabisa. Alipoangalia kulia na kushoto aliona maiti ya Brian, pale palepale alipokuwa amenasa. Kwa hali ile ya uoga na kupanik, Jason alijitahidi kuokoa maisha yake. Jason aliona hataweza kupona tena, hivyo aliamua kutumia nafasi ile kusali sala zake za mwisho. Lakini Mungu si Athumani, aliogelea. Alipofika juu aliona kipande cha mbao kikielea karibu yake, lakini alikuwa amechoka sana, maana aliogelea kutoka chini ya bahari huku ikiwa hana kifaa chochote cha kumsaidia. Jason alifanikiwa kushika kipande kile cha mbao, alipanda vizuri, kisha alilala juu ya ubao ule ila alipoteza fahamu maana haikuwa hali ya kawaida kabisa kwake kwa, kwa kilichomtokea. Asubuhi palipokucha, Jason alijikuta amelala pembezoni mwa ufukwe wa kisiwa cha Puerto Rico. Kwa mbali alisikia sauti za watoto wakiwa wanacheza. Mmoja ya watoto alikimbia kwenda kuita watu. Hakuwa na nguvu hata ya kuinuka wala kufanya kitu chochote. Watu wakarimu wa Puerto Rico waliweza kumsaidia Jason, wakampa hifadhi na maradhi. Alipopata nguvu, aliwahadithia wale watu wa pale, huku akiwaomba warudi tena baharini ili kuwasaidia rafiki zake. Ila mzee mmoja alimwambia, ile siku mlikosea, wakati mnaenda mnakoenda, kwa bahati mbaya mliingia kwenye lango la kuzimu, mliingia kwenye ngome ya shetani bila nini kujua hivyo hata wewe kilichokunusulu kutoka ni kwa sababu haukuzigusa mali zile, na zile hazikuwa mali kama nini mlivyokuwa mkiona. Zile zilikuwa ni hila za shetani kuwa ragai nini. Siku iliyofuata Jason aliweza kurudi nyumbani kwao Miami. Haikuwa rahisi kwake na kwa familia za rafiki zake waliopoteza maisha wakiwa katika kutafuta maisha, lakini wote waliamini kuwa Mungu ndio kila kitu. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.